Hello my darlings um, niko hapa kuka, kutimiza um, ahadi yangu ya kuongelea swala la madeni, kwa sababu imekuwa ni changamoto, imekuwa ni janga la taifa tuseme, sijui, lakini ni janga, ni tatizo ambalo linamsumbua kila mtu, kwa sababu mimi kila nikiposti kutaka watu waongelee changamoto zao, watu waseme ni kitu gani ambacho kinawatatiza, ni kitu gani ambacho kinawaumiza, asilimia kubwa sana wana msongo wa mawazo ambao umesababishwa na haya madeni ambayo wako nayo. Kwanza hebu mimi nawe tukae chini tujiulize, tunakopa? Tunakopa nini? Aa, kwa nini tunakopa, tunakopa tufanyie nini? Kuna watu wanakopa kwa ajili ya kukuza biashara zao, kuna watu wanakopa, mwingine, kuna watu wanakopa kwa ajili ya kukuza biashara zao ambao nawaelewa, kwa sababu biashara ili iendelee inabidi pia ukope kama unakopa au kama una pesa ili uongezee mtaji ukue na vitu kama hivyo. Lakini kuna mtu mwingine anakopa kwa sababu anataka ampeleke mtoto wake shule. Kuna mtu mwingine anakopa kwa sababu anadaiwa kodi ya nyumba. Kuna mtu mwingine anakopa kwa sababu anaona kwamba anataka kununua gari. Kuna mtu mwingine anakopa anataka kununua sijui kiwanja na vitu kama hivyo. Unajua, kwanza kabisa inabidi tujue kwamba kuna vitu ambavyo ni vya lazima na kuna vitu sio vya lazima. Wale watu wengi ambao wanakopa kwa ajili ya biashara, ni mara chache sana sana sana inatokea kwamba biashara ni mara chache au ni mara nyingi, kwa sababu biashara, unajua bwana Sio mara zote inakuwa iko sawa. Kuna wakati mwingine biashara inayumba, kuna wakati mwingine vitu vinaenda vizuri sana, na kuna wakati vinaenda vibaya sana. Kwa hiyo hata ukiwa unakopa, unachukua pesa sehemu hivi, ni vitu ambavyo unatakiwa kujiandaa navyo kisaikolojia, kwamba chochote kinaweza kikatokea, lakini katika hicho chochote kutokea, nina plan B. Na ndio maana inashauriwa mara nyingi sana, kama unachukua mkopo make sure kwamba unapata unabaki una na na pesa hata ya miezi miwili ya marejesho ya miezi miwili, ili kama ni biashara uone pia mwendelezo wake ule mwezi unaofuata watatu ndio uweze kulipa kutokana na hela ambayo umechukua ume pale kwenye mtaji. Mara nyingi sana nimeona kwamba watu wengi kuna baadhi ya watu ambao wanafuata huo ushauri, wanafanya hivyo na vitu vinaenda vizuri, lakini niko hapa mimi kujihoji na kujiuliza juu ya mtu ambaye anakopa kwa ajili ya kwenda kulipa ada au kodi ya nyumba, vitu ambavyo ni muhimu, sikatai wala sibishi. Lakini tukija kwenye swala la ada, unajua uh, shule za serikali kwanza, unajua kama shule za serikali ni bure Najua hakuna mtu ambaye, kila mtu anataka ampeleke mtoto wake shule ambayo iko juu na vitu kama hivyo, lakini wakati mwingine ni muhimu sana kuishi kutokana